Kwa ndosafaripaka kwanza saizi ameshatokea tulikuja naye kwenye gari tunafurahi kuja kushangilia mechi, lakini ndo hivyo imetokea, shoti ya umeme imekatisha maisha. Yani kijana, kijana, watoto